Akatibu utawala wa wilaya hawo yote tunaka sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi yake ya uhai aliyotupatia na kujali afya njema, hatimaye kutukutanisha hapa siku ya leo kwenye hafla hii ya kuhitimisha mashindano ya pambana na saidia jamii wilaya ya Kyela msimu wa mwaka 2025. Hili natoa shukrani za nasi kwako mgeni rasmi kwa kudhamini kuheshimisha na kuacha majukumu yako na kuja kushiriki pamoja nasi kwenye hafla hii. Aidha, napenda kutumia fursa hii kumpongeza sana kaka yangu ndugu Elias Majala kwa kuchaguliwa kwake kuwa mwenyekiti wa chama cha mpira kwa mguu kwa, kwa Mbeya, yani Mrema. Nasema ongea sana kaka kwa kushika nafasi hiyo soge kwamba imhana majukumu wameshindwa kuliwizu pamoja nasi ndugu mgeni hasibi. Kwa majina ninaitwa Abraham Onyamani, ni mwenyekiti mtendaji wa asasi jiiganayo kama nistrago kogumte sapoti ya aes Saidia jamii kwa Kiswahili na jina almarufu wilaigira na maeneo mbalimbali Tanzania nzima. Asasi hii ya bessago hukumte Support Alliance au pambana saidia jamii ni taasisi isiyo ya serikali ya NGO iliyosajiliwa kwa ngazi ya taifa mnamo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2022, ambayo haifungamani na itikadi ya chama cha siasa kwa aina ya dini yoyote yenye makao makuu yake jijini Dar es Salaam. Aidha, asasi hii ina malengo mahususi makuu matatu ambayo ni kusaidia huduma za jamii ikiwemo elimu, afya, maji, maafa na michezo, kama leo unavyoshughulia fainali la pambano hili la mashindano ya pambana saidia jamii katika kutekeleza mpango mkakati wa miaka mitatu yaani, kuanzia mwaka 2023 mara baada ya kusajiliwa mwaka 2022 hadi mwaka 2025, ambapo kwa mara ya kwanza uzinduzi ulifanyika wilayani Kyela, kwa kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo ya jamii ikiwemo michezo kuandaa na kudhamini mapambano ya mpira wa miguu kwa misimu miwili fululizo, yani mwaka elfu mbili na kumi na tatu na elfu mbili na kumi na nne na kutoa zawadi mbalimbali. Baada ya uzinduzi huo, asasi iliendelea kutekeleza shughuli zake kwenye maeneo mengine ya Tanzania bara. Kama nilivyosema, ni NGO au asasi iliyosajiliwa kwa ngazi ya taifa. Na kwa mwaka jana kwa kufunga mpango mkakati wa miaka mitatu kwa maana mwaka 2022 hadi 2024, hasa hii wilaya ni Kilosa mkoani Morogoro, iliweza kutoa mafunzo ya wajasiriamali wasichana wapatao mia tatu wanaojishughulisha na uzalishaji wa mboga mboga na makunda production, ambapo lengo mahususi k kuwezesha kiuchumi na kuongezea kipato chao, kama moja ya malengo makuu matatu ya asasi ya Pambana Saidia Jamii ya kuwawezesha wananchi kiuchumi. Ndugu mgeni rasmi, mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Asasi imeandaa na kudhamini mashindano ya mpira wa mguu kwa jina la Pambana Saidia Jamii mwaka 2025 2 wilaya Kyela ambayo yalizinduliwa rasmi tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2025 kwenye uwanja huu wa Kipeja Arena ya kushirikisha timu bana nne kutoka ndani ya wilaya ya Kyela. Mgeni rasmi, malengo ya mashindano haya ni kuleta umoja, mshikamano, upendo, burudani, kuibua vipaji kwa vijana ya kujiendeleza ili kujipatia ajira, kuwaepusha vijana kujihusisha na maadili yasiyofaa katika jamii na kuimarisha afya zao. Aidha, wainua wajasiriamali ambao kwenye mashindano haya walikuwa wanafanya biashara zao bila kulipa kingilio wala ushuru wowote. Ndugu mgeni rasmi, kwenye mashindano ya msimu huu wa elfu mbili na ishirini na tano, asasi imeboresha zawadi zaidi ikilinganishwa na misimu iliyopita ambapo mshindi wa kwanza atapata shilingi milioni tano mshindi wa pili atapata shilingi milioni tatu, mshindi wa tatu atapata milioni moja na mshindi wa nne atapata laki tano ambazo zitakabidhiwa hapa siku ya leo. Kia kwako mheshimiwa mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, napenda kushukuru uongozi wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Kyela yani chama cha waamuzi, kamati ya mashindano, miliki wa uwanja wa kipeja arena, kaka yangu Gabrieli Kipeja, wananchi na viongozi wa kitongoji cha Kikusya ambao ndio wamiliki wa uwanja wa Kikusya, wadau wa soka na wananchi wote kwa ushirikiano waliotoa wa wakati wote wa mashindano haya. Ndugu mgeni rasmi, aidha anapenda kuzipongeza sana timu zote na nne zilizoshiriki kwenye mashindano na kuwashukuru pia wadau wetu wote muhimu walioweza kushikiana na asasi hii tangu zinduzi wa mashindano haya. Ndugu mgeni rasmi, Mwisho lakini sio kwa umuhimu, na nitakuwa mchoyo wa fadhila pasipo kuishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa, wa mungano, Tanzania chini ya mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutambua na kuthamini umuhimu wa michezo. Aidha, nashukuru vyombo vya ulinzi na usalama vya ngangea kwa kazi kubwa kusimamia amani, natumaye kuwezesha kutamatisha mashindano haya ya Pambana Saidia ya Jamii msimu wa elfu mbili na ishirini na tano.